Mwanga katika sayansi ya kiroho, mwanga unatambulika kama nishati, sawa energy kwa Kiingereza. Kwa hiyo hii energy ama hii nishati ndo tunaizungumzia, kutoka kwenye hiyo nishati ama energy kuja kwenye, kwenye mwili mpaka umekuwa mwili wetu huu ambao tunauona huu, hii unaiona sasa. Kuna mchezo hapa wa lugha ambao unawachanganya una watu. Ulishawahi kusikia kitu kinaitwa atom atom ulisoma kwenye biolojia kidogo, sindio? Ulisha kusikia kitu kinaitwa molecule, mm, eh? ulisha kusikia kitu kinaitwa DNA, mm -hmm. Sasa hii ni lugha ya kibiolojia simeelewa, lakini tukija katika sayansi ya kiroho hii ni lugha ya kibiolojia lakini tukija katika sayansi ya kiroho tunaposema DNA, tunaposema molecule tunaposema eh, tunaposema atom, hizi ni stage, hizi ni hatua sawa, ni hatua za uumbaji, sio? Umeelewa? Katika sayansi ya kiroho hizi ni hatua za uumbaji ambayo kila hatua ina mchakato wake, sio? Umeelewa? Na mtazamaji hapa, nisikilize vizuri sana kwenye Biblia imetajwa kama mwanga. Kwenye Qur'an imetajwa kama mwanga. Sisi ni asili ya mwanga, baadaye tumetoka kwenye mwanga tumekuja kwenye mili au kwenye physical. Sasa nizame kwa undani na msikilize kwa makini sana e, mchakato wa kutoka kwenye mwanga kuja kwenye, kwenye mili, kwenye mili. Hmm. Sasa usipo kama hujasoma baioloji hutonielewa lakini nitatumia mifano rahisi rahisi, laini laini maana nikazungumza zung... <laughs> <laughs> lugha zungumu ikawa ni, ni changamoto Shibu. Sasa tunapozungumzia atom mm. atom ni particle particle, kwa Kiswahili ni chembe chembe, chembe chembe hizo chembe chembe tunaziita chembe chembe hai mm. ambazo hizo chembe chembe, -chembe hai hazijajitokeza tu zikuna mahali zimetoka. Sisi tunaelewana vizuri sasa, kabla ya kuitwa atom, kabla ya kuitwa chembe chembe ama particle sawa. So, ningekuwa naeleza hata kwa kuonyesha, lakini anyway tutaangalia namna pengine siku nyingine ya kuweka skrini yes. kubwa ili kuwaelewesha mm, watu ili waelewe, si ndio? Sasa hizo chembechembe zinatakiwa ziheshimiwe sana, hizo particle hizo Kabla ya kuitwa atom zilikuwa ni mwanga au zilikuwa ni nishati. Mnielewe vizuri, kabla ya kuitwa atom zilikuwa ni mwanga au ni nishati. Nishati hiyo imetoka wapi? Nishati imetoka kwenye chanzo. Narudia tena, imetoka kwenye nini? Chanzo, ambacho hicho chanzo tunajua wote, mimi na wewe, tumesoma shuleni kitu kinaitwa solar system Solar system, kuna kitu kinaitwa sun, jua. Kuna kitu inaitwa mwezi. Kuna kitu inaitwa Saturn, Mercury, Venus, Jupiter. Hizo zote unaziona, hizo hizo ni sayari ambazo zipo katika mzunguko wa dunia yetu hii. So hizi sayari ikiwemo, kiongozi wake mkubwa ni jua, kiongozi wake wa pili ni ndio maana unaona vitu vingi vinaenda kwa mwezi mwezi mwezi wa kwanza mwezi wa pili lakini unajua jua liko kwa ajili ya mchana mara nyingi mwezi mara nyingi tunaona usiku si ndio lakini mekanizmi ya hivi vitu vinavyofanya vinazalisha kitu kinaitwa particle au chembechembe -chembe. leo hii topiki ngumu sana hii kuwaelewesha mm, watu lakini mtanielewa kwa urahisi si ndio sasa zinazaliwa particle vinazaliwa chembe chembe ndogo sana ambazo huwezi kuziona kwa macho ya kawaida mpaka vipimo maalum. Kwa hizo chembe chembe ndio mwanga, ndio mwanga uliozungumziwa kwenye vitabu, ndio mwanga uliozungumziwa kwenye Biblia, ndio mwanga uliozungumziwa kwenye nini, kwenye Qur'ani na vitabu vingine, kwamba kila kitu unachokiona kimetokana na, kime na asili ya energy, nishati, mwanga sasa huu mwanga unao tafsiri mbili, kuna tafsiri ya kiroho na kuna tafsiri ya kawaida kama tunavyoona mwanga hapa, sio tunaelewana vizuri? Lakini unachotakiwa kuelewa tu source of light, mwanga, chanzo cha mwanga. Ondoka na hiyo ondoka na nini? Na hiyo kwamba kipo chanzo kikuu cha mwanga. Uwe mwanga unatoka wapi? Wewe unatoka wapi? Unatoka wa, utajua wewe, lakini ipo chanzo kikuu cha mwanga ambao ndo unasababisha hiyo energy, hiyo nguvu. Kwa hiyo nguvu inatoka huko iliko, kutoka katika vyanzo vikuu vya uumbaji inakuja katika dunia yetu. Ikifika katika dunia yetu haiji kama atom. mm -hmm. Sisi tumeona vizuri mm. inakuja kama ujumbe, inakuja kama taarifa, inakuja kama message. Nafikiri nikisema hivyo mnanielewa inakuja kama ujumbe au inakuja kama message taarifa, au kwa lugha nyingine ya kiroho tunasema ufahamu. Inakuja kama taarifa ya ufahamu, kwa ikija zile chembe chembe zinakutana na kitu kinaitwa nguvu ya asili, asili nguvu ya asili kama kumbuka, ni energy mm. Ni nishati mm. Ilipofika hapa imekutana na nguvu za asili, yani vitu vilivyokutwa hapa ni nini? Niliwahi kuvitaja siku moja mm. Nilisema kuna maji, kuna udongo, kuna, kuna, kuna, kuna hewa na kuna moto. Nguvu za asili yoyote hey, inakutana na mimea, inakutana na nini, yani hiyo hiyo nguvu hiyo hiyo nishati hiyo message hiyo ambao wengine wanaitafsiri kama roho, wengine wanatafsiri kama nishati, wengine wanatafsiri kama nafsi. Yani kila mtu ana lugha yake, lakini uelewe ni nishati. Ikija hapa inakutana na hiyo hiyo nguvu ya asili. Sasa ikifika hapa, najua hapo kuna maswali mengi na mtu ule <laughs> ikifika katika ulimwengu wetu huu inakuja kama nishati baadaye hii nguvu ya asili inatafsiri ile nishati mm. Nisikilize kwa makini mm-hmm. Inatafsiri, mm-hmm. ile nishati iliyotumwa kutoka katika vyanzo vikuu vya uumbaji mm-hmm. Sawa. Kwa hiyo hii nguvu ya asili inatafsiri vipi? mm-hmm. Inatafsiri ile nishati kulingana na uhitaji <laughs> inatafsiri ile nguvu ya nishati kutokana na uhitaji. Nishati inakuja kama nishati inakuja kama material. Nikisema material, ndio mnanielewa hapo? Kwa hiyo inatafsiri kulingana na uhitaji. Uhitaji upi? Uhitaji unaotafsiriwa ni huu hapa: wanyama wanahitaji nini? Mimea inahitaji nini? Binadamu wanahitaji nini? na vitu vyote vinavyohitaji uhai vinahitaji nini? Kwa hiyo hizo hizo nguvu ambazo zinatoka kwenye vyanzo vikuu mm. Haviji kwenye vyanzo vya asili ama nguvu za asili, sio vyanzo. Haviji kwenye nguvu za asili kwa ajili ya binadamu pekee mm -mm. Mm. Inakuja kwa kama matrio kwa ajili ya vitu vyote ambavyo vyote vilivyoko hapa katika mm. ulimwengu, ndio maana kuambia tuna share mm. vinakuja katika inakuja mm. kama ni kama materio, mnapewa materio, kwahiyo mm -hmm. Kila mtu atatumia ile materio kulingana na mahitaji na na, vyote vina apply kwa wote sasa. Yes. Sasa hapo ndio unakuja sasa mm -hmm. kwenye pointi ya msingi, binadamu anatokeaje katika hiyo nishati mm -hmm. kwa sababu sisi tulikuja kama materio kwa, kama tulikuja kama materio, kwahiyo kila mmoja na kila uhitaji unategemeana na hayo materio sasa, inakujaje kinaundwa kitu kimoja hiyo nishati ikishafika tu paka katika ulimwengu, imekutana na nguvu ya asili kwanza, kabla haijatumika unu, vinaundwa vitu, na hivyo vitu sasa ndio tunaitafsiri katika lugha ya kibaiolojia tunaita atom, umeelewa eh? Tunaita atom. Sasa ndani ya atom tunapata vitu vikubwa vingapi? Vitatu. Tunapata proton, electron na neutron Nafikiri mnanielewa, watu wa biolojia. Tunapata vitu vingapi? Au tunapata nguvu hasi, nguvu chanya na, na, na, na tunasema nini? free tunasema eh, tunasemaje? yani e, yani, ipo lakini ina, ina, chanya e, yani yenyewe ipo, ina balance hapo. Ndio hiyo proton, neutron na electron, electron mm. Unajua neutron, neutron, neutron, neutron. Neutron mm. Mm. Tukisema eh. Eh, kwao tunapata mm. neutron au neutron tunapata electron chaji hasi na chanya, umeelewa? Kwa hiyo atomu inazaa vitu vingapi, vi negative and positive, kwa nguvu zinakuwa mbili ama tatu. Kwa hiyo hizo nguvu mbili ama tatu ndo zinafanya mekanizmu ya uumbaji. Sasa si umenielewa? Kumekosa um, hadi swali unajaribu <laughs> <laughs> kufikiri kwa vitu uh, vinakuja vinakuja vinakataa uh, vinakuja vinakataa vinakata. Inakoja uh, labda hizo nguvu zinatoka huko, hata hmm. tutumie sisi binadamu itumie. Mmea ulishawahi kusoma baiolojia, sijui kama form three, watu wa form three, si form two, kama ulipitapita, kuna kitu kinaitwa mmea unajitengenezea chakula chake mm. kupitia mwanga wa jua. Lakini sasa pale mm. shida ni kwamba watu hawajui huu mwanga wa jua for which mm. Kia, Kia, kiaje? <laughs> kuna kitu kinaitwa photosynthesis, sijui umesoma, mmea mnunurisho <laughs> <laughs> <laughs> Hey, kumbe unaelewa. Mmea unapojitengenezea chakula chake kupitia mwanga wa jua, sio mmea peke yake sio? Tunaelewana vizuri sio? Mmea peke yake ni viumbe wote wanajitengenezea vyakula vyao na uumbaji wao kupitia nini? Mwanga wa jua au nishati au mwanga light. Sawa Piti. kwa hiyo sasa ikishaundwa hizo atomu haziundwi tu kwa bahati mbaya. Kuna mahesabu makali hali ya juu sana, kuna mahesabu makali na hali ya juu sana. Hapo ndipo swala sasa la physics linaingia, ndo swala la biology linaingia, ndo swala la chemistry linaingia, lina, sio umenielewa eh? Ehe. Kwa hiyo sasa, mimi lengo langu ni kuja kukufahamisha sasa hizi lugha zilivyotumika kwenye biolojia, fizikia e, mpaka tunaunda atomu, inakuja kitu naitwa molekuli, inakuja kitu inaitwa seli eh? seli ni nini? atomu ni nini? DNA ni kitu gani? Kwenye Biblia tumeambiwa binadamu ametokana na mwanga.